Mimi jambo ambalo linavunja moyo kabisa katika mambo yote ni kwamba rais wetu William Ruto amekuwa akisema jinsi ambavyo ameinua ukulima, na ninapojaribu kuangalia, nimekuja kugundua hakuna kitu Ruto ameweza kutusaidia hata kidogo, zaidi ya kelele ambayo amekuwa akipiga karibu kila wakati. Hebu fikiria, Ruto anasema kwamba ali, ali amesaidia wakulima kondia kusukisha bei ya mbegu. Kwa mfano tunapoelekea maeneo ya Malindi hapa maeneo ya Malindi, unajua tayari mbegu yenye tunategemea maeneo ya coast ni mbegu ambayo huwezi kupanda maeneo ya bara. Kwa mfano mbegu ambayo ilikuwa ni PH1, PH2, DHO4 zilikuwa tukinunua wakati wa huru shilingi mia, mia nne na hamsini mia nne na sabini mwisho inalingana hiyo ishirini na kuja kwa sababu ya ile fea. Wakati Ruto aliingia hiyo mbegu ilienda silingi elfu moja na mia moja alafu Ruto anakuja anakuambia amesaidia wakulima kutoka kwa mia nne na sabini hadi kwa shilingi elfu moja na mia moja na ruto anaposimama katika mimbari na kuhubiri vile ambavyo amesaidia ukulima unashindwa ruto anaongoza mbinguni ama ni duniani maana kama ni kenya yenye niko mimi sio ile yenye kenya ruto anasimama katika majukwaa akitangaza vile amesaidia ukulima kuna mbegu hapa kosti inaitwa wakati wa uhuru tulikuwa tunainunua shilingi mia sita na hamsini. Ruto alipoingia immediately tulinunua shilingi elfu moja na mia tano hapa Malindi. Kwa bahati tulipotumana na Nairobi tukaipata shilingi elfu moja mia tatu na hamsini, na hiyo mbegu imetoka kwa shilingi elfu moja kutoka kwa shilingi mia sita na hamsini, tunainunua elfu moja Mwaka huu tumeinunua shilingi elfu moja na mia mbili na hamsini. Sasa unashindwa Ruto, uovu huu wenye uko nao na huu uo uongo wako utakupeleka wapi? Ndugu yangu, usijali wewe, endelea kundanganya, lakini Mungu anakuona, huenda ukakufa kabla ya muda wako kufika. Kama wakulima tumekufa kabisa. Hebu fikiria, mtu ameshindwa kununua mbegu kama hiyo, ameenda kununua mbegu ambao imejifanyia pollination greens yenyewe, hata ukipanda haina mazao.